Lakini kuna wengine baada ya kupata chunusi wao hawatokei madoa, wanaanza kutokea makovu okay. kwa hiyo kuna tofauti kati ya madoa na makovu ya chunusi. chunusi chunusi chunusi chunusi ni kitu ambacho watu wengi sana wanateseka nacho, halafu sio hivyo tu, chunusi ikishaisha inaacha mtoto wake, kuna mtoto wa chunusi anabaki hapo ya eidha madoa au makovu. So hivi vitu viwili watu wengi sana huwa tunachanganya, hatujui tofauti kati ya madoa ya chunusi na makovu ya chunusi. So leo nitaenda kukuelekeza tofauti kati ya madoa ya chunusi na makovu ya chunusi, jinsi ya kuvitibu, na nitaonyesha pia scrub hii ambayo nimepaka, ili na wewe kama unaweza kuijaribu uweze kuijaribu kuitumia, na itakusaidia sana sana sana kwenye shida hii ya ngozi yako. So cha kwanza kabisa, wapenzi, nataka ni elekeze kwamba chunusi ni vizuri uweze kuitibu pale ambapo inatokea. Usiache chunusi ukasema chunusi hii jamani itaisha yenyewe. Usiache chunusi mpaka zimekuwa kumi, zimekuwa ishirini, zimekuwa thelathini, zimekuwa nyingi, ziko nyingi sana usoni ndo uanze kutafuta njia ya kuzitibu. Na chunusi inapoisha, wapenzi, huwa kitu cha kwanza kabisa inaacha mabadiliko ya rangi katika ngozi yako, na haya mabadiliko ya rangi, wapenzi, ndo huwa tunaita madoa kwa hiyo ile stage ya kwanza kabisa ya chunusi kuisha huwa inaacha madoa na madoa haya yapo ya aina mbili wapenzi. Aina ya kwanza ni red spots, au kwa jina la kisayansi ni erythema. Na aina ya pili ni madoa meusi au kwa majina mengine ni hyperpigmentation. So kwa sisi watu wenye rangi hii nyeusi au watu wenye rangi za kala chana na wazungu wazungu, au watu wenye rangi nyeupe, sisi dalili ya kwanza huwa tunaiona ni ile hyperpigmentation, ambayo ndo haya madoa meusi ambayo watu wengi wengi wengi sana huwa yanatusumbua. Lakini kwa wenzetu wenye rangi nyeupe au wenye ngozi nyeupe, wao mara nyingi dalili ya kwanza wanaiona inakuwa ni hii rangi nyekundu. Na stage hii wapenzi, mara nyingi kama ngozi yako huwa inaweza kuheal haraka au ngozi yako inaweza kupona haraka huwa yanaondoka yenyewe bila kufanya kitu chochote okay? Lakini kwa watu wengine huwa ni ngumu kuondoka yenyewe, na ndio maana huwa tunashauri vitu mbalimbali mbali kutumia. Kwa mfano unaweza kutumia scrub kama hii hapa, ambayo nimepaka wapenzi. Scrub hii ni nzuri sana sana sana. Nimetumia turmeric au manjano ambayo ni mabichi, nimetumia kama hivi, wapenzi. Unachukua manjano yako unakuwa unayasaga kama hivi, unapata hii pest ya manjano halafu unakuwa unachanganya na maziwa aina ya yogurt. Ili uweze kupata moisturization na pia unaweza ukachanganya na asali kama ngozi yako inakuwa ni kavu sana, ila kama ngozi yako sio kavu sana hii asali sio lazima kuichanganya, wapenzi. Kwa hiyo mimi hapa ngozi yangu sio kavu sana, nitatumia turmeric pamoja na yogurt alafu nitakuwa natengeneza scrub kama hivi, alafu unakuwa unatumia mara mbili kwa wiki. So mimi sitochanganya na asali kama nilivyowaambia. Mimi ngozi yangu sio ngozi ambayo ni kavu sana, kwa hiyo sitochanganya na asali. Ila kama ngozi yako ni kavu sana changanya na asali kiasi kama hicho. So tutaenda kupaka scrub yetu wapenzi taratibu na kama una makucha, wale wenye makucha marefu wanapenda kubandika kucha au upendi kucha zako ziwe na rangi kisha umevaa gloves, kama tunavyojua manjano inashikisha sana rangi kwenye vidole. Kwa hiyo kama una, unaona hii ni shida unatakiwa uvae gloves. So, hapo utaiacha kwa dakika kadhaa, kama dakika kumi, dakika kumi na tano, ila sio una kanayo lisaa lizima. Hapana, scrub haifanyi hivyo, okay? Kwa hiyo kanayo tu dakika kumi, dakika kumi na tano halafu unaenda kuosha na maji ya kawaida. So, maski wa wapenzi, kama kawaida, kabla hujapaka mask au hujapaka kitu chochote ambacho umetengeneza mwenyewe nyumbani hakikisha unafanya patch test kama ndo mara yako ya kwanza. Hakikisha unafanya patch test, yani chukua kiasi kidogo cha hiyo scrub weka kwenye mkono weka kwenye shingo weka kwenye mguu weka popote kwenye ngozi yako uangalie kwa masaa ishirini na nne hadi sabini na mbili kama haijakuletea reaction ndo uweze kuiweka kwenye uso wako na kitu cha pili ambacho huwa nashauri wapenzi ni utumie skincare au products mbalimbali lakini hizi products unazotumia wapenzi hakikisha ndani yake kuna ingredient inaitwa azelaic acid hii azelaic acid ni ingredient nzuri sana kwa watu wenye rangi kama ya kwetu okay? kwa hiyo maana kuna products nyingi huko nje ambazo zinasema hii product inaondoa makovu, hii product inaondoa makovu, jamani, hii product ya watu wa Korea, hii product ya watu wa Hindi, hii product ya USA. Jamani, kumbuka sisi ni weusi, au wengine wote sio wa Hindi, wa Korea, wa nini. Wao wanatengeneza product ambazo zinaendana na ngozi zao Okay, kwa hiyo wakati unatumia product yoyote iwe ya kikorea iwe ya kiusa iwe ya kihindi iwe ya kiarabu iwe ya kinini, hakikisha unajua ingredient ya hiyo product unayoitumia, na kama nilivyoambia hapa, ingredient ambayo itakusaidia ambayo iko under very much research ni ingredient inaitwa azelaic acid. Hii ingredient itasaidia sana sana upande wa hyperpigmentation, itakusaidia kurudisha ngozi yako katika mwonekano mzuri na kuondoa kabisa madoa meusi. Lakini hata ufanye nini upake scrub upake hizo ingredients zako za azelaic acid upake product zako za kikorea za kizungu za kinini ufanye vyote hivyo alafu usipake sunscreen. My dear, utakuwa unafanya kazi bure. Kwa hiyo kitu cha tatu cha kuzingatia unatakiwa upake sunscreen, especially kama wewe ni mtu ambaye huwa unapata madoa meusi baada ya kupona chunusi. Na katika sunscreen unayonunua hakikisha sunscreen yako ni tinted sunscreen ambayo ina ingredient ya iron oxide. Lakini kuna wengine baada ya kupata chunusi wao hawatokei madoa, wanaanza kutokea makovu. Okay, kwa hiyo kuna tofauti kati ya madoa na makovu ya chunusi. Sasa kwenye makovu ya chunusi hapa, wapenzi, huwa tunaongelea aina mbili ya makovu. Kuna makovu aina ya atrophic scars ambayo yenyewe yanakuwa yamekaa hivi na kuna makovu aina ya hypertrophic scars ambayo yenyewe yanakuwa yamekaa hivi so. Atrophic scars ni yale makovu ambayo yanakuwa yamechimba, yani tueke kama hii ndo ngozi. Atrophic scar itakuwa imekaa hivi, imechimba ngozi kwenda ndani, ila hypertrophic scar itakuwa imekaa hivi, imechimba, haijachimba ngozi, inakuwa kama imevimba juu ya ngozi. Kwa hiyo ukishika ngozi yako hivi, ukishika ngozi ya mtu mwenye atrophic scar atakuwa kama kuna matobo matobo kwenye ngozi yake, ila ukishika ngozi ya mtu mwenye hypertrophic scars itakuwa kama imevimba yani, ukishika hivi unaona kama vile kitu kimevimba kama kikiloid hivi kama kiloid. Kiloid is a very good example of hypertrophic scar. Unakuta hapa amevimba, hapa amevimba, hapa amevimba, hayo sasa ndo tunaita makovu. Na mara nyingi makovu ya chunusi yanasababishwa na uzembe ambao tunafanya pale mwanzoni, wakati unajaribu kutibu chunusi zako, kama nilivyowaambia tiba ya chunusi unatakiwa uanze nayo wakati chunusi bado hazijawa konki wakati chunusi bado hazijawa nyingi wakati chunusi bado hazijawa sugu. Ok, kwa hiyo unapotibu chunusi kule mwanzoni inakusababishia wewe kuweza kuepuka kupata makovu nsi, tutakuwa tunapata tu madoa ambayo yanaweza yakaondoka baada ya muda mfupi. Kwa mfano mtu ambaye anapenda kutumbua chunusi kwa kutumia mikono yake, yani we chunusi kikitokea tu ni mm, una unakiminya kichunusi kimetokea po unakiminya kiminya, kesho kimetokea po unakiminya kiminya, hapo unasababisha ngozi yako iwe na reaction mbaya na hiyo inflammation ambayo inatokea hivyo baadaye inaweza ikapelekea kutokea makovu badala ya madoa. So mtu mwenye makovu ya chunusi yeye, cha kwanza kabisa atakiwa kutibu kama mtu ambaye ana madoa ya chunusi. So kuna treatment nyingi sana za makovu ya chunusi, ila ambazo ni most effective ya kwanza kabisa ni laser therapy. Laser therapy inafanyika kwenye spas mbalimbali mbali. Unaweza kufanya kwenye spa hii pia, namba zao ni hizi hapa, ambazo nimeweka kwenye skrini yako. Wanafanya laser therapy nzuri sana kwenye ngozi yako, so inaweza ikasaidia kuweza kutibu makovu ya chunusi yawe atrophic scars, au hata hypertrophic scars. Na kitu cha pili unaweza kufanya ni kuna treatment nyingine inaitwa chemical peeling. Chemical peeling huwa pia inafanyika na professionals au watu ambao wako katika spa mbalimbali, namba hizi hapa pia, kwa yote ambayo anahitaji kufanya chemical peeling, lakini chemical peeling inafanyika kwenye atrophic scars yale makovu ambayo yanakuwa yameingia ndani, sio makovu ambayo yamenyanyuka juu. Hapana, hii chemical peeling inafanyika kwa makovu ambayo yameingia ndani. Na treatment ya tatu ni microneedling. Microneedling pia unafanya mtu ambaye ana makovu ambayo yameingia ndani, yani atrophic scars. Ila mtu mwenye makovu yale ya kupanda juu hawezi kufanya microneedling, kwa sababu itakuwa haisaidii sana, tofauti na mtu ambaye ana makovu ambayo ambayo ni atrophic. Asa, kwa mtu ambaye ana makovu ya kupanda juu yale yanakuwa yamevimba vimba. Kitu cha kwanza anaweza kufanya ni hiyo laser treatment, na kitu cha pili anaweza kufanya ni kuna surgical treatment nyingi sana ambazo zinaweza kufanyika katika ngozi yake. Nikisema surgical treatment, wapenzi, maanisha ni surgery mbalimbali mbali, ambazo ni ndogondogo ndogo kwa ajili ya kuondoa zile keloids au kuondoa hizo hypertrophic scars. Kwa hiyo inakuwa kama kuna kukata ile ngozi au ile nyama ambayo inakuwa imening'inia au inakuwa iko juu ili kuweza kuallow ngozi yako kujitengeneza upya na uweze kupata ngozi fresh na uweze, uweze kuwa vizuri katika ngozi yako. So hapa wapenzi tujifunze kwamba makovu ni tofauti na madoa. Na unaweza kuepuka kupata makovu ya chunusi kwa kutreat chunusi au kutibu chunusi stage ya mwanzo kabisa. Hakikisha hauachi chunusi muda mrefu kwa kujidanganya kwamba chunusi itaisha yenyewe. Unashangaa umeacha wiki, wiki ijayo imekuwa kubwa, wiki ijayo zimekuwa mbili, wiki ijayo zimekuwa tatu, hadi zinakuja kuwa nyingi na unakuja kushtuka, hey, jamani, nianze skin care. Unaanza kutumbua tumbua chunusi, unaziminyaminya unaziminyaminya, mwisho wa siku unakuja kupata makovu, badala ya kuishia kwenye stage ya madoa. Kwa hiyo, kama wewe una madoa, unaweza kujaribu scrub ambayo ni maonesha, wapenzi, ni nzuri sana. Binafsi imenisaidia huwa imenisaidia, kwa sababu mimi pia nilikuwa na madoa mengi mengi mengi kama mnavyoona na hapo hivyo kwenye picha, wapenzi, lakini yameisha kama mnavyoniona sasa hivi. Ngozi yangu iko hivi na iko vizuri, yameisha, wala haina shida yoyote. Kwa hiyo, ukiwa na madoa ya chunusi fanya hivi vitu ambavyo nimeelekeza. Ukiwa na makovu ya chunusi, fanya hivi vitu ambavyo nimeelekeza na utaweza kuondokana na tatizo hili vizuri kabisa. Asanteni sana kwa kuangalia video hii, tukutane kwenye video zijazo.